Mafunzo haya mlioyapata, wahitimu wote, yamelenga kuwajengea uwezo na uweledi zaidi askari wetu wa jeshi la magereza ili waweze kuboresha utendaji kazi na kukabiliana na mabadiliko makubwa ya sayansi na teknolojia, ikiwa ni pamoja na ongezeko la vitendo vya kiharifu katika jamii na dunia kwa ujumla wake. Natambua pia kuwa taaluma hii iliyotolewa hapa chini ya usimamizi na udhibiti wa Baraza la Taifa la Elimu la Mafunzo ya Ufundi ya NACTVET. Hivyo mafunzo mliyoyapata yatakuwa yamezingatia ubora na viwango vilivyowekwa na baraza hili, na nimpongeze tena mwakilishi kutoka Wizara ya Mambo ya Ndani kuhusu matokeo ya elimu mliyoipata na namna mnavyopaswa kwenda kuthibitisha kule mnako kwenda. Mtakumbuka kuwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan aliunda tume maalum kwa ajili ya kuangalia taasisi zote zilizopo katika mnyororo wa haki jinai. Moja ya mapendekezo ya tume hiyo ilikuwa ni kuliboresha jeshi la magereza katika nyanja mbalimbali, na suala kuboresha mafunzo likiwemo hili mlilolipitia sasa Tathmini ilionyesha kuwa kuna haja kwa serikali kuwekeza katika mafunzo ya kitaaluma kwa watumishi wa jeshi la magereza ili waweze kutekeleza majukumu yao kwa ufanisi na kwa kufikia malengo yaliyotarajiwa. Nitumie nafasi hii pia niupongeze tena uongozi wa jeshi la magereza kwa hatua mbalimbali mlizofikia katika kutekeleza mapendekezo ya tume ya haki jinai kwa nafahamu, yapo maeneo ambayo yamekamilika na yapo maeneo ambayo bado mnaendelea kuyakamilisha na ukamilishaji wake ni mchakato endelevu. Pia nipongeze uongozi wa chuo TCTA kwa ubunifu na maboresho mbalimbali mlioyafanya ikiwemo uanzishwaji wa mashirikiano ya kitaaluma na vyuo vingine kama ilivyoelekezwa katika taarifa iliyowasilishwa hapo awali ni wasii mwendelee kufanya maboresho mbalimbali ikiwemo miundombinu ya kufundishia kujifunzia na malazi kwa wanafunzi wetu. Hii itasaidia kutengeneza mazingira rafiki ya kitaaluma na, na kutoa elimu bora itakayoleta tija kwa taifa letu. Kwenu wahitimu, nitumie pia nafasi hii kuwapongeza wahitimu wote mliofikia hatua hii leo ya kupata mafunzo haya mnayo mliyopata. Sasa nafahamu kuwa haikuwa kazi rahisi, mlijitoa kusoma kwa bidii na kupata ufaulu mzuri, kama alivyosema mkuu wa chuo kwamba katika watu wote 44 ambao mpo hapa, maana yake mmefaulu vizuri. Na nimejulishwa kwamba mlianza 47 lakini walioishia njiani ni wachache watatu, ambao wameshindwa kufikia hatua hii, kutokana na changamoto mbalimbali. Kwa hiyo nitumie nafasi hii kuwapongeza sana ninyi mliofikia hatua hii, na pengine mkawe mabalozi sahihi na wazuri kuhusu ukomavu, umadhubuti wa chuo hiki ambacho ninyi mmesoma. Kipimo kikubwa cha chuo hakitapimwa kwa majengo yake. Kipimo kikubwa cha chuo hakitapimwa kwa wingi wa vitabu katika library yake. Madhubuti wa chuo hautapimwa kwa nyenzo nyingine tofauti, bali madhubuti utapimwa kwa matokeo ambayo ninyi wahitimu mtayaonyesha kwa jamii mnayokwenda kuitumikia. Kwa hiyo, niwatake kuyatumia maarifa na ujuzi mliopata chuoni hapa katika kutekeleza majukumu yenu ya kazi ya kuwarekebisha wahalifu kwa weledi mkubwa huki mkizingatia sheria, kanuni, taratibu na miongozo mbalimbali iliyowekwa mbali Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia iliyowekwa na taasisi hii, yaani jeshi la magereza nchini. Aidha, wahitimu mmepata bahati ya kuhudhuria mafunzo haya, hivyo mnalo jukumu la kuwaelimisha askari wengine waliopo magerezani ili elimu hii ienee kwa askari wote hata wale ambao hawajapata fursa hii ya kuhudhuria mafunzo haya kwa kipindi hiki. Kwa lugha nyepesi, mkayaishi yale ambayo mmejifunza.